Watu waishi maombi na wachawi wa tunakuwa na tunaingia nao kanisani, jua nguvu za maombi tumezikibisha, tunaishi kawaida. Maombi ndio silaha, maombi ndio nguvu kwa Mkristo, maombi ndio Wanaoki vizuri wako na Mungu, na kuwa naishi zambi, jua wana maombi. kuna maombi kuna zambi zingine zote kukufuata ukiwa naishi maombi, zina kukimbia, wala wachao wako na kuendea kwa ganga juu ya nyota yako kwa. Dunia leo mtu anaweza kuchukia hata na hakuna cha mkufu, anaona tu uzuri wako na anakuchukia kwa uzuri wako bila sababu. nikaishi maisha mabaya ya ma mashati. Ahimidiwe Yesu alio aliyeniokoa, amen. Ahimidiwe Yesu aliyeniokoa, amen. Sikia vyenye viko na nipeleka huko, ni heshima ya dunia, pesa na maisha mazuri, vitu vitatu, na ndio vile vinatesa dunia ya leo. Watu wanapigana na maisha, watu wanapigana na maisha. Sikiza nikuambia siri leo, kusoma sana si ndio kufanikiwa tajiri, kutafuta sana sio ndio kupata kuna watu hawakusoma na ni matajiri. Kuna watu hawatafuti sana na wanaishi vizuri, na kuna watu wanatafuta sana ni wamaskini. Kwa sababu maisha si yetu, maisha ni ya Mungu. Yeye ndio inua na kutajirisha. Amen. Sisi tusipompa nafasi ya kwanza, hata tutafute ni shida. Wanafikiri kupata kote kunatokana na Mungu. Kuna wale wanapata kwa Mungu mzabiza. Jamani usitamani maisha wengine. Hivi yo fulani amepata hivi na mimi ni mwiji. Haujui njia zake, haujui njia zake. Lakini mimi cha ninajua mimi Samweli, kwa mtu mwenye anamtii Mungu, baraka ya kwanza ya Mungu, ndiye anaweza kumtajirisha mtu kwa kumwinua na kumshusha. Sasa tusioni vile tu kama vile tu ndivyo. Jamani sana kuliko Mungu, tuviweke mbele sana Tafuta ni mzuri lakini tusisahau muda na Mungu. Semeni so amena. Amen. Kwa sababu yote ni yake. Shetani hapana. Shetani anaiba wajinga, alafu anapatia watu watu wanatajirika. Kwa hii dunia ukiishi lele mama, kwa Mungu huko au huko, kwa Shetani au huko, watu watakuhamisha. Nakarudia kaneno tena. Kwa hii dunia ya leo, dunia ya siku za mwisho dunia inatawaliwa na mapepo. Ukiishi lele mama kwa Mungu hauko, kwa shetani hauko, watu wanakuhamisha. Wenye maarifu, niko natafuta utajiri, usiku navua nguo zote, ndalala uchi ndani ya maji maana nivunjia nazi hapa na hapa. Niko natafuta heshima ya dunia, niulize hizo peta zote, niko nazikimbilia, nimezifanyisha nini? Anasa na machafuko ya dunia. Baraka yenye aina Mungu ni shida na machozi. Nikaheshima hayo maisha mimi na waganga mimi na heshima ya dunia, miaka ikakatika, nikaona nimefika, lakini nikasahau kuna Mungu aliziumba mbingu na nchi. Amina, nilizini sana, niliiba nyota za wanawake sana nikiwa natafuta heshima. Nilichanjwa chanjo za aina hapa Nilikuwa nikiingia uwanjani ule mstari na azisha nguo ya kusoka. Wewe utaniona niko mtu mmoja, kumbe niko na, na niko na, na, na mizimu karibu nne yote. Nimebeba nguvu zake, nimeenda kucheza naye. Hiyo yote natafuta heshima ya dunia. Lakini chakusangaza kusangaza, niko hizo pesa zote niko nazitafuta, lakini nakosa amani. Nilikuwa nakosa amani tu. Amani nakosa. Wakati nikon...